Hivi kweli jamani, Gaudensia, da kweli, nyumba ambayo haina mtoto, watu wawili, unalipwa laki tatu? Gaudensia, unalipwa laki tatu, is it fair, is it fair? unalipwa laki tatu, kweli unashindwa kupata maelekezo ya watu wawili kwenye nyumba? Yani mamangu, yani sasa unashindwa nini, wadada? mnataka mbebweje? mnataka msaidiweje? sema tu mwenyewe Gaudensia. Wadada wa kazi mtaani huko wanalipwa elfu thelathini, arobaini, hamsini. Si tumewatengenezea platfomu hapa, mwende mkalipwe vizuri, lakini lazima mfate oda za mabosi wenu. Hivyo kuhifadhi vyakula kwenye friji inakuchukua gharama gani mpaka umwage mwage vyakula vya watu eh? Hapana ha, ise mnatutengenezea brand mbaya sisi. Tunawaongoza vizuri sana, sema ndio yale yale. Mi nawarudisha pale pale kwenye Bibilia. Yesu alisema kuna mtu alipanda ngano zake, lakini na magugu yanakuwepo. Yaani mnanifanya mi nionekane kama vile sina ninachokifanya, lakini yani nyiye ndio hao magugu ambayo yanasemwa kwenye Bibilia. Yani ni kitu gani kigumu? Na we umekuwa unakuja mpaka kwenye semina zetu, unakuja sasa. Shida iko wapi? Na tunasisitiza fateni maelekezo ya mabosi wenu halafu eh, baadae mtasema mnaonewa. Maana hapo ndio utakachotoka nacho kututengenezea sifa mbaya ya kwamba mnaonewa, lakini hapana. Lazima huyo bosi amelipia huduma, lazima apate huduma. Na we ukishindwa kazi sehemu moja, maana yake ni kwamba lazima tumpatie replacement. Kwa hiyo the only way utapata haki yako yote ni kuhakikisha unafanya kazi vizuri. Bosi akikuondoa, maana yake umeshindwa kutoa huduma.

Kuna si, hata bado lakini umepungua ujaangalia. Sasa mi, kinachonishangaza Gaudesi amefanya kazi mahali akamaliza mwaka amekaa mahali yani, amekaa mahali ame... tena huyo bosi alimpenda mpaka alimrekomendi, tukampa zawadi ya dada bora wa mwezi. Yaani mi, haya mambo ni maajabu kabisa. Ndo maana nikasema, akiongelea pembeni itaonekana kama anaonewa, bora aongee mbele yako yani tusikie tu. Hmm. Mm. Uh, unajua madam, kuna kila mtu ana namna yake ya kuishi nyumbani kwake. Huada hatulazimishi kwamba lazima dada akae mezani na bosi, hiyo ni swala la mtu binafsi nyumbani kwake. Kwa hiyo kama alikuwa kwenye nyumba ambayo walikuwa hawataki kukaa naye mezani, haina shida, bado alikuwa anapika yeye okay. eh, kwa hiyo anakula, amekuja kwenye nyumba nyingine ambayo wanataka wakae mezani pamoja, ili wahakikishe kwamba alichokipika anakula, lazima ajiajasti sasa kwa smart dada hiyo inakuwaje na ugumu? Yaani huyo dada huyo sio kwamba ana akili, usiniambie yeye huyo dada ni mjinga. Ila tu kilicho kinachonishangaza anashindwaje kujiadjust na kufata utaratibu wa hapo? Kwa sababu she is really hard working. Tofauti na wadada wengi sana wa Kitanzania waligivu, waligivu. Sasa mimi nashindwa kuelewa yaani ugumu hapo kwako umekuwa ni nini? Hiyo labda tabia yake ya kujifanya hali viporo hizo igo ninazowaambia. Hizo igo hizo kupandisha mabega, kujifanya kama vile wao. Jamani, hata watu wenye matajiri hawaishi hivyo. Uli viporo manake nini eh? Ndio haya mambo ya kimaskini, wanataka wakavae mabegi ya magharama makubwa, kumbe kwenye akaunti sifuri. Eti sili, sili kiporo. Kwa hela gani alionayo, na ndio yuko kwenye kazi ya ndani, hali kiporo hizo. Ha, ni tabia za maigo ambazo hazina kichwa wala miguu bwana. Kwa hiyo sasa labda yani, labda mimi sasa, kwa, yani labda nikuombee msamaha kwa yeah, yeah, ni yeah, no, mara like, so, yeah, like, so yeah, yeah, ya mwisho, kama bosi wako atakubali urekebisho hizo tabia, kwa sababu mimi najua wewe akili unazo na uwezo unao, otherwise you are losing your money. Ndiyo namwambia hapo yani yeah. She is going to lose I mean, hela yake si ndio, si ndio, hicho maidia kwa kweli, ndio hicho, na mimi sitaki hata kupa stress, maana you are paying a lot of money. Haya, na mi sina la kuongeza kwa kweli, haiwezekani kweli. Unapiga kelele huko, unamlipa dada laki tatu, uje tena akupe stress hicho kitu, akipo akipo kabisa. Kwa hiyo kama ameshindwa hapo kupashikilia, na sisi mwenyewe mwenye anatupa mashaka ya kuendelea kumrecommend. Maana hapo tulimpromote tukasema, huyu dada amepata dada wa mwezi, bosi wake alikuwa anamsifia vizuri, basi tukampa nani. Lakini kwa feedback ulizotupa kwanza, akirudi hapa anaenda mishahara ya chini, sio tena huo mshahara ambao alikuwa analipwa. Simple as that, kwa sababu mimi mwenyewe sitaki kupoteza brand yangu. I'm here to help them, lakini nataka na wao wajisaidie Sio ni wabebe, alafu wanajiachia ayabebeki? Hapana, mi sitakujili na mtu asiyebebeka hata kidogo. Kwa hiyo nani nani, wewe dada, nani haya, umeshasikia ujumbe wa bosi wako. Ndio hivyo, ameshachoka. Kama nikukusamea, ameshakusamea sana. Sasa kasha, kasha nyanyua mikono. Haya wewe hapa, dhamana yako ndio inampa dada mwingine. Wewe ukitaka kazi hapa uje hapa kwa mishahara ya chini. Ukitaka kazi, hutaki kazi, rudi mtaani. Mi sitaki kuendelea kupoteza brandi yako kwa watu ambao wataki kuelekezeka ku, ku kufundishwa kwenda ku, na maisha nyumba ya mtu viporo. Who are you? Unamwambia uli, uli viporo mtu ambaye anakulipa laki tatu kwa mwezi. Wewe une, kwa huo mshahara kweli. Haya madam, mimi nafikiri tumemaliza sasa siku ya leo. Uaga wafanyakazi wetu hawapo ofisini ila ni, ni, nilikuwa napitiapitia nikaona miss calls na yeye eh mwenyewe alimpigia, nafikiri si kwenye simu yangu, nikaona nije niwasikilize. <coughs> ya na ndio maana tumeweka utaratibu pale. Kwa mfano sasa, kukupatia dada fasta fasta hiyo ni changamoto. Ndio maana tukaweka ule utara, mfumo wa kwamba utoe taarifa, wakati ni wa kuandalia mwingine, huyo anaendelea na majukumu yake. Sasa wewe kwa uh, like, hiyo uh, i yani, yani yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. That ndiyo maana anawambiaga hata, yeah. Yani hata kama kwa mfano hata kama angekuwa anatakiwa kuendelea, hatakiwi kuleta kiburi, hatakiwi kufanya kazi kwa kisirani kwa sababu mkataba wake unaisha maisha yanaendelea. Kama mmeshindwana, maana yake ni nyie mmeshindwana, lakini huko mbele mnaweza mkakutana. <laughs> Sasa bila mfumo, maidia unafikiri, sisi tunaorani hii program bila kuweka mfumo utafanya kweli? Na ndicho kitu achoniambia akasema, dada hata hajanuna, kaja tu kanichekea vizuri, kaongea vizuri, nashangaa naniambia na kuitia boda uondoke. <laughs> Kwa hiyo, kuna watu waishazoea kwamba lazima watimuane kwa vurugu, yaani yaani, fujo vita kuna kesho, kuna so, okay dia. Basi nashukuru yeah. Nafikiri hapo yeah. Limeeleweka kwamba nani ni nani sasa, maana nilikuwa nasema asija akafikiri kwa, kwamba bosi ndio kavunja mkataba ndio wengine wanakimbiliaga hivyo kumbe yeye oh, ndio mambo yamemshinda yeye. Kwa hiyo sawa, basi tutaendelea tutakuweka kwenye taratibu wa kukupatia replacement. Haya Gaudensi umesikia? a yuko hapo hey, yani ndio hivyo na mimi nilivyosema, wala hakitabadilika kitu. Kama unakuja huko ofisini, ujue tena sio kwa mishahara hiyo, lakini kama hauji pia ni sawa, kwa sababu sisi tunataka kufanya kazi na watu ambao they are ready to work, wako tayari kupambana, watakao kwenda kutangaza hata brandi yetu vizuri, kwa sababu hizi feedback sio